Umeingia ndani umegonga engwe wewe, yani uwanja wa kwenu nacanganii jeei mpira upande huu wote huku mnakimbia. Atulia, atulia basi